Kwa upande wa polisi, nilisema 2020, nilisema 2024. Tuache kuhusisha vyombo vya ulinzi na usalama kwa shughuli za kisiasa. Tuwache waendelee na shughuli zao, watakuwapo katika shughuli za kisiasa, watakuwapo, lakini wasiwe wao ndio wanaamua haya. nadhani hili la kesi hiyo kuna misingi. Maana sijui, maana wakati wote huwa uamuzi ni wa Mahakama, lakini hapa inaonekana uamuzi ulikuwa wa Polisi. Turudi kwenye taratibu za kawaida, turudi kwenye taratibu za kawaida. Polisi wanasema walikamata wawili, walikamata wawili viongozi wa Chadema. Maana mimi sijui wanatumia sheria gani, kwamba hawa walikuwa njiani kwenda mahakamani, Heche na Mnyika. Heche amekamatwa Sanada Bridge kuna police station pale saranda bridge, amekamatwa pale saa mbili oso asubuhi, hakuonekana siku nzima, wanatafuta yuko police station gani, haonekani ye mwenye anatoka. Niliona kwenye press conference yao ile, ameeleza kwamba alichukuliwa wakazunguka, wakaenda uno nio mbweni wapi, yuko kwenye gari tinted, hapati maji hapati chakula, wanazunguka siku nzima. Mwisho wanakwenda Oysterbay police station, na huko hateremshi, yuko kwenye gari baadaye wanasema wamerudishe nyumbani. Kwa maelezo yake anasema anaelekea huko, anaona anapita sehemu mpaka, tena wamekwenda Mbweni. Mbweni ndio sijui wasaidizi wake wameweza kukimbia kalazipo, polisi wamerudi mpaka Kunduchi, kituo kidogo cha polisi ndio anamwambia aende atoe maelezo. Aliyosema yule akasema yeye atoe maelezo basi, wakasema tunachukua particulars, wakamwachia. Ametoa maelezo haya, polisi hawajaakana. Unamchukua mtu me, a, sisi ni wanasheria wa zamani, hatujui utaratibu wa siku hizi vilivyokuwa tunaweki na polisi Ukimkamata mtu unampeleka police station, unamchaji. Haikuwapo unamkamata mtu siku nzima, unazungumza zunguka naye kisha na unamwachia bila kumchaji. Sijui ni sheria gani inatumika hiyo. Na Mnyika naye ana the same story, polisi hawajakana.